Kwa kipekee Lake Energies Tanzania kwa kushirikiana na, na Simba Sports Club ili kuwaletea unafuu, lakini vile vile kuweza kurejesha katika jamii na kuwawezesha mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club nchini Tanzania kuweza kuchangia klabu yao mapato kila wanaponunua lita moja ya mafuta. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kulipa mafuta na kununua katika vituo hivi vya Lake Energies ama tunavyosema sheli kwa hapa Tanzania, unaipa fursa klabu yako kupata asilimia ya mapato na utokatwa chochote. Na huduma hii itawasogelea katika kila kituo Tanzania, kutoka Mwanza kwenda Arusha, kutoka Arusha kwenda Kigoma, mpaka kusini mwa Tanzania kote ambapo vituo vya Lake Energies vinafanya kazi. Na kwa kipekee tunapenda kuishukuru kampuni ya Lake Energies ambapo kiwango kikubwa wao ndio wanaongoza katika soko la mafuta hapa Tanzania. Na sisi kama Simba Sports Club tunawataka Watanzania wote waendelee kutumia huduma za Lake Oil Energies hapa Tanzania. Hii ni pale ambapo wanapata nafasi hii, basi na wao pia wanapata nafasi ya kuichangia klabu bingwa upande wa Afrika Mashariki na Kati. Na mara baada ya kusema hayo ninawatakia kila laheri, najua wote mna shauku kubwa, lakini sisi kama klabu bingwa kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati, pia nitumie fursa hii kuhakikishia wana Simba kwamba mechi tunayo na tunatambana. Kwa hiyo kwa hiyo ni watoe wasiwasi wa Tanzania, sasa mashabiki wa Simba, na tunapelekea katika michezo yetu ya kimataifa tumejipanga vizuri kwa sababu nia tunayo, uwezo tunayo, na nguvu tunayo! na kikosi tunayo! na benchi la ufundi na mashabiki tunayo! na wanachama na semaji na, na tunatamba. Nawashukuru na sana basi. Kwa kusema hayo, ni washukuru sana official partners wetu wa Lake Energy Tanzania. Lakini kabla ya kuondoka asemaji hapa naomba nivunje protocol kidogo ili tupate hata salamu kutoka kwa wachezaji wetu. Mama, tumefurahi hawajafunzo tumefurahi, tumefurahi.